Mtazamaji, wa Mwananchi Digital, hapa ni parokia ya Mtakatifu Agnes iliyopo nane nane, manispaa ya Morogoro, unapofanyika ibada ya kuaga mwili wa Fidelis Mauki, bruda wa shirika la ndugu wadogo wa Afrika. Hatimaye akiwa tayari mtu mzima akajiunga na utawa utatu wa Mtakatifu Fransisko akaweka ahadi mnamo mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili mlezi wa utawa huo marehemu Padre Andreas Kalinga OFM Cap alitambua wito wake, alimwelekeza kujiunga na jumuiya ya Izazi Iringa Vijijini iliyoongozwa na ndugu Likado Malia. Baada ya mwaka mmoja na nusu, wote pamoja walihamia Mkungugu katika wilaya hiyo hiyo, na baada ya muda kama huo, jumuiya nzima ilihamia Morogoro. Huku kwetu alifanya Unovis. Akaweka ahadi za kwanza pamoja na waanzilishi wengine kumi wa chama cha ndugu wadogo wa Afrika mnamo tarehe tisa Julai mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba kisha kukamilisha malezi, hatimaye aliweka ahadi za daima katika chama hicho mnamo tarehe tisa Julai mwaka elfu mbili Baadaye alisoma sekondari hadi kidato cha nne pamoja na kuishi muda mrefu katika mtaa huu wa Area 6 aliwahi pia kukaa kitawa katika vijiji vya Kiloka na Langali na kushika nyadhifa mbalimbali. Ingawa wanachama wengi walishindwa wito, yeye alidumu kuitikia katika bidii mpaka mwisho, akiunganisha vyema maisha ya sara na utume hasa ule wa kufundisha dini wanafunzi wa shule za msingi. Katika kufanya kazi hiyo alihitajika mjini karibu kila siku, lakini alipendelea kutotumia basikeli ili kwenda kwa miguu. Namna hiyo ilimsaidia kukutana na watu wengi, kujenga urafiki nao na kuwapa na kuwapa kwa upole mashauri ya imani na busara. Ni katika uwajibikaji huo kwamba tarehe tatu ya mwezi huu aligongwa na bajaji akafa mara moja barabarani. Ingawa kifo kilimkuta ghafla alikuwa amejiweka tayari tangu muda mrefu. Hata usiku wake wa mwisho, kama alivyozoea kufanya mara nyingi, alishinda kanisani mpaka asubuhi, kisha akashiriki misa na kuabudu ekaristi saa nzima. Baada ya chai alipenda kusikiliza mafundisho juu ya amri za Mungu kabla ya kujiandaa mwenyewe kwenda kwa wanafunzi wake wapwe, wapendwa, ili kuwapa bure alichopokea bure ndivyo alivyoishi kijumuia miaka thelathini kwetu Morogoro, kwa sala na utume akizidi kujirekebisha kwa njia ya toba kifransisko. Tuzidi kumwombea ili Mungu amtakase kikamilifu, akampokee kati ya watumishi wake waaminifu. Mwananchi Digito tumezungumza na Pius Mauki, mdogo wa Fidelis, anaeleza namna alivyoishi na ndugu yake, anasema zaidi uimara wake wa kiimani moja ya jambo ambalo kama familia wanaendelea kulienzi daima. Yeye alikuwa kazi zake zilikuwa kazi za ufundi. Alikuwa ni fundi wa saa. Lakini baada ya kufanya kwa muda mrefu alikuja akafikia mahali akaniambia, mimi nataka niende utawa. Na kweli alikuja pale Iringa akawa anajifunza funza maisha ya utawa. Alivyorudi akaniambia, nimevutiwa, nataka nijiunge. Kwa hiyo akajiunga na shirika la Francisco, ndugu wadogo wa Afrika baada ya muda akawa niambia ameweka nadhiri za mwaka mmoja, na baadaye akaweka nadhiri za maisha. Na kweli alikuja pale nyumbani, tulikaa naye, kwa kweli alikuwa anapenda sana neno la Mungu. Akiwa pale nyumbani, kwa kweli anapenda sana kutuchambulia mambo ya Biblia, sisi tunatamani. Yani kama kuna mtu aliyeona, kama kuna raia mmoja aliyeona atoe hizi taarifa ili ili vio dereva fatiliwe na wengine wapate fundisho, wawe wanaendesha i bajaji zao kwa utaratibu, kwa uangalifu, wasisababishe tena ajali. Padri Salvinuskwembe makamu askofu kanisa Katoliki jimbo la Morogoro akizungumza wakati wa ibada ya kuaga mwili wa Fidelis Mauki amesisitiza waumini wa dini ya Kikristo kuepuka kuwa sehemu ya kuhukumu wengine, akisema kuwa mwenye jukumu hilo ni Mwenyezi Mungu pekee, badala yake waelekeze maisha yao katika kuzingatia mafundisho ya dini, kutenda mema na kuishi kwa hofu ya Mungu ili kujenga jamii yenye maadili na mshikamano. Mzee Unamuona kabisa huyu si wa kawaida. Mimi sina mazoea mazoea sana na yeye kwamba kwamba namjua kinagandaga, lakini sura yake alivyo na mwenendo wake tangu ameanza kumjua mimi, mtaratibu sana mzee huyu, na naamini si mtu wa magomvi magomvi, si mtu wa kuongea sana, si mtu wa zabina zabina ni mtu anayejali kazi yake na wasifu wake. Ametuambia alitolea kabisa kwa Mungu kupitia shirika lake kuhudumia wanyonge, kuhudumia watoto, kuhudumia wanafunzi, kuhudumia waumini, kuhudumia binadamu wengine wote. Na mimi tangu namfahamu marehemu huyu ni mwalimu wa dini mashuleni na hata wakati anakwenda katika wajibu wake, amepata amepatikana na ajali njiani anakwenda kufundisha. Alikuwa serious na ofisi yake ya ualimu. Ndiyo maana tunasikitika. Kanisa limepoteza mtu muhimu sana, kanisa limepoteza kiungo, kanisa limepoteza mwalimu katika maisha yetu. Ndio maana nimeanza kabisa na mwanzo kabisa kwamba kwa nini tuko duniani, ni katika mafundisho ya mwanzo kabisa katika mafundisho ya kidini ili tuweze kumfahamu Mungu na kuishi katika imani yetu. Ni mzee kati ya makatekista wakubwa Morogoro hapa, amesaidia wengi, amefundisha wengi na maisha yake wa yote anajitolea kwa ajili ya mafundisho ya dini sehemu kubwa lakini Mungu ni Mungu, yametokea yametokea ya, tuko hapa kumuombea kwa binadamu wake nitakana, alikuwa na udhaifu wana, wana yote ile, wakati wowote ule Mungu ampokee katika nuru ya uso wake. Baadhi ya waombolezaji walioshiriki ibada hiyo wakaeleza namna wanavyomfahamu marehemu Mauki, brother Fidelis Mauki nilimfahamu kama mtawa ambaye tulishikiana naye katika mambo mbalimbali ya kiimani na daima tulikuwa tukisali pamoja katika kanisa kula la Mtakatifu Patris kwa muda mrefu karibu tangu ilipita miaka thelathini iliyopita. Mojawapo nilichokuja kukiona kwake ni ule unyenyekevu wake, usikivu na utayari wa kuhusiana kila mmoja, na kubwa zaidi aliwapenda hasa watoto na ndio sababu tulioenda kuomba hata kwenye shirika ili aje ashirikane nasi katika timu ya makatekesa katika parokia ili tuweze kuendeleza imani ya Katoliki kwa watu wetu, na hivyo alikuwa tayari tuweze kushirikiana naye katika mafundisho. Mara nyingi alikuwa akifundisha katika shule za msingi, shule ya msingi chini A na B na shule ya Bungo, na wakati huo huo alikuwa tunakwenda naye katika shule ya sekondari ya Morogoro Sekondari, kila Jumatano alifundisha elimu ya imani Katoliki kwa uhodari na kwa moyo bila kutegea, na muda wote akitoka kwenye shirika hadi shuleni alipenda kutembea kwa miguu. Tulikuwa naye kozi moja mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane kozi ya katekese pale Salvatoriani yani. Baadaye tukaenda kwenye utume, kila mtu alikuwa anafanya kwake, lakini ilipofika mwaka elfu mbili na kumi na sita, kumi na saba nikaja kufanya utume katika parokia hii nikamkuta huyo mzee. Lakini mara nyingi alikuwa mzee mmoja mshauri mwenye kupenda kushauri, lakini ni mzee mkimia, mzee mwenye busara anayependa kushauri na kutia moyo pale unapona, unataka kutetereka. Alikuwa na fadhila ya utii na unyenyekevu, na muda mwingi alikuwa anapenda sana kutumia muda wake kwa ajili ya kwenda kutembelea wagonjwa kama muda wa vipindi umeisha anaenda tembelea wagonjwa majumbani, na hiyo ilikuwa ni sehemu ya maisha yake. Bruda ni neno la asili ya Kijerumani linalomaanisha ndugu wa kiume au kaka, lakini kwa baadhi ya muktadha wa kijamii au kidini linaweza kumaanisha mtu aliyejitoa kuhudumia jamii au kuishi maisha ya kiroho na kujitenga na mambo ya kidunia. Mtu anakuwa bruda kwa kuchagua kuishi maisha ya Injili, yaani ufukara utii na useja mtakatifu, inayojitosheleza bila kuhitaji sakramenti maalumu. Mara nyingi huishi katika jumuiya maalum kama zile za kidini au huduma. Maisha ya bruda huambatana na sala au huduma ya kijamii kama vile kulea yatima, kusaidia maskini au kutoa msaada katika maeneo yenye changamoto. Mauki alifariki Aprili tatu baada ya kugongwa na bajaji katika eneo la Area 6, kata ya Kichangani, manispaa ya Morogoro. Nikiripoti kutoka hapa mimi ni Jackson John.